Kwa majina naitwa Debora George Mwenda aka Bondia Mrembo. Uh, mimi bwana, nashukuru kwanza kwa nafasi ambayo nimepata uh, kuonyesha tena kitu ambacho nacho kwenye, kwenye mchezo huu wa boxing uh. nimejiandaa vizuri nimejiandaa vya kutosha, nataka safari hii nionyeshe Watanzania kwamba kwa nini niliamua kuchagua mchezo huu wa boxing. Niliamua kuchagua mchezo wa boxing kwa sababu mimi na imani na uwezo wa kuufanya kuufanya vizuri hata zaidi ya wanaume. Kwa hiyo Watanzania, nawakaribisha sana kuja kuangalia mchezo wangu, nimejiandaa vya kutosha, tutarajia ushindi. Uh, tungependa kujua sasa hivi unaenda kucheza feti ya international. International hii inakuwa ni feti ya ngapi? Umeipokeaje na ina nafasi gani kwa upande wako ama kari yako hii ya boxing? yaoi uh, hii ni mechi yangu ya kwanza ya international. Nimeipokea kwa uzuri na ni kama mwanzo mzuri kwangu, kwa sababu target zangu mimi ilikuwa ni kucheza kimataifa. Kwa hiyo uh, kupata nafasi hii ya kucheza mchezo wa kimataifa nimeipokea vizuri na nimeifurahia na nitaifanya vizuri. Mpinzani ambao anaenda kucheza naye anaitwa Mariam Dick kutokea Malawi. Yeye, eh, ame cheza mechi sawa na wewe mechi tano, na kwa e, takwimu za Box Rec ana advantage kubwa ya kushinda KO. Kwa mechi inayofuata ana advantage ya asilimia mia, wewe una asilimia hamsini. Huoni kwamba mzani hapo ushakuelemea, binti? Hapana, mzani hujanielemea. Unajua boxing uh, ni vile mtu ambavyo kila siku anakuwa, kwa sababu mimi kutoka kutoka nilikotoka mechangu ya mwisho mpaka sasa hivi nina maandalizi ya kutosha, kwa hiyo siamini sana kwenye huo mzani, kwa sababu mzani haupigani. Mwisho wa siku mimi mi naye pale ndio tunaenda kupigana, kwa hiyo sina shaka na hiyo. na hilo. Na wapo ambao eh, walikubeza kwenye feti iliyopita na feti hii inaonekana pia ni kubwa eh, zaidi ya ile iliyopita, unawaaminisha nini na unawaambia nini pia uh, kwanza kabisa sina cha kuaminisha, lakini ninachoombea waje kuangalia fight, naombea tu kuzima kuangalia wakipata nafasi waje kuangalia fight, naamini na na hawatanibeza tena wata, wata, wataweza kujua nini ambacho ninacho na nini ambacho ninataka kukifanya kwenye mchezo huu wa boxing. Yes, baada ya fight hii tutarajie kumwona eh, Debora Mwenda akija eh, na tukio gani jipya eh, na vipi ambao wale mashabiki zako kindakindaki ambao Eh, wapo naye bega kwa bega, ikitokea eh, huku aridhisha, nikimaanisha kama hutofanya vizuri na mechi hii mfululizo inakuwa. Uh, sitaraji hicho, kwa hiyo sitaki sana kujua nini kitatokea, kwa sababu sitarajii kupoteza. Tena mashabiki zangu wamekuwa na mimi ba, nyakati nyingi wako na mimi, nikishinda wanafurahi, niki hivyo, nikisikoshinda pia tuko pamoja, kwa hiyo sitaki kuangusha, sitaki kuambia kwamba nitashindwa au nitafanyaje, hapana Naahidi ushindi si. Sina woga, na train, mi na train maisha yangu yote ni ni training like, kila siku ina, inayopita lazima ni train. Kwa hiyo siwezi kuwa na woga kupigana na kazi yangu, siwezi kuogopa kwenda kazini. Wapo ambao wanajiuliza, huwa Debora e, anajisikiaje ikitokea the way ana train miezi mfano kwenye hii mechi labda miezi, mwezi na siku kadhaa then inatokea kupata matokeo ambayo hayako sawa ama sio mazuri huwa unayapokeaje mara nyingi? Kwanza kabisa yani, nipende kuambia hasa ma, mashabiki zangu, amna mtu ambaye anajisikia vibaya akipoteza zaidi yangu mimi mwenyewe. Hayupo mtu ambaye ananifikia hiyo stage. Kwa hiyo wao wanavyoumia, hata mi naumia zaidi kwa hiyo huwa mimi naumia zaidi kupita kuliko ni mtu yoyote. Ninachopenda kuambia na sio kwenye, sio kwenye mechi yangu tu, hata kwenye maisha, ikitokea mtu umepoteza unaumia, una kuna kupoteza vingiweza kupoteza mzazi, yani chochote kinachohusiana na kupoteza kinaumiza, mimi huwa naumia uh, lakini inanipa nguvu ya kufanya vizuri zaidi, ili siku nyingine nisiumie, nishinde, nifurahie. Watarajie mchezo mzuri, mabadiliko. Kitu ambacho kwanza mimi naweza, uh, naweza kukiri kwamba mimi nazidi kuwa bora kila siku kutoka nilipoanzia mpaka sasa hivi nimebadilika. Yes, nimebadilika. Foundation yangu, wanasemaga msingi wangu ulikuwa poa sana. Kwa hiyo jinsi siku zinavyozidi kwenda nazidi kuwa vizuri zaidi, kuvizuri zaidi na niko vizuri. Kwa hiyo atarejea tu ushindi, nina mabadiliko kutoka nilikotoka mpaka sasa hivi nilipo ni kuna tofauti kubwa sana. Kwa hiyo kama wao ambavyo wanatarajia mimi nishinde, na mimi pia natarajia hivyo hivyo kushinda, yes. Kwa kumalizia, Euromax ni eh, wawekezaji ama eh, wadhamini wakubwa, washikadau wakubwa wa mapambano haya. Unawaambia nini kuelekea kwenye hilo pambano kutoka kwako kwa Debora? Um, want to support especially sisi mabondia wa kike Unajua, kwanza sio wengi uh, sio wengi hapa Tanzania watu wa mabinti ambao wameamua wa, wa, wa kucheza boxing. Kwa hiyo sapoti yao iwe kubwa, yani kimchezo, sababu bondia kama bondia anahitaji anahitaji vitu vingi, anahitaji vifaa vya mazoezi, anahitaji uh, gym, kulipia gym. anahitaji kula vizuri, kupumzika vizuri. Kwa hiyo watafute namna ya kufanya, sisi wanawake tuwe Nawezeshwa zaidi huko kwenye boxing. Shukrani. Tatu wa Tanzania kufahamu Debora Mwenda anaenda kucheza na Malawi Mariam Dick, unamwambia nini Debora na unamwambia nini mpinzani wake? Ndio, mimi naitwa Johannes Laurent Mwapa, namwambia Debora hivi kwamba tunajua na mchezo mzuri, tunaomba asituangushe yani, vile vile ngumi burudani kama kawaida, yani kama siku zote ambavyo huwa anatoa, na hii hapa naamini ushindi unaenda kuwa mkubwa zaidi. Na huyu anayekuja Mariamu ajipange, yani huko anakokuja sio kinyonge, yani tuko tumejiandaa, yani matraining ya kutosha nini hivyo, aje yani, yani Watanzania wapate burudani hiyo siku na Watanzania watoke kwa kutosha, yani nini. Kocha, majina matatu kiufundi, eh, tulipoteza kwenye pambano lililopita, safari hii tunakwenda, eh, kwenye international eh, kipi ambacho unakwenda nacho? Kipi ambacho uliona kimepelea, safari hii unakwenda nacho kuziba lile pengo ambalo lilijitokeza kwa majina? Naitwa Dickson Tembo, maarufu kama kocha Tembo. <clears throat> Mimi nafikiri fight ya kwanza tulipoteza, hii hatuwezi kupoteza, tumejipanga vyema kwa ajili ya kupata ushindi. Mimi ninachomwambia tu Mariam Dick aje. Apigwe arudi kwao.